Nam habari za wakati huu, karibu tena. Tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Jeshi la polisi Tanzania limetoa taarifa kufuatia kile ambacho kinasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikidaiwa kwa ya kwamba Balozi Humphrey Polepole ametekwa, baada ya taarifa hiyo kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii lakini pia video zikiwa zimeambatanishwa pamoja na picha, ambapo katika nyumba hiyo mlango ukionekana kuvunjwa, lakini pia damu nyingi ikiwa imemwagika chini. Sio damu peke yake, lakini pia chumba ambacho Humphrey Polepole ambacho inasadikika ya kwamba alikuwa na kitumia kutengenezea mauzui ambayo alikuwa akiyachapisha kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tumeweza kushuhudia pia zikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia moja kati ya watu ambao amejitambulisha ya kwamba ni kaka yake na Humphrey Polepole akidai ya kwamba Polepole ametekwa, lakini pia akimtaja moja kati ya watu ambao anadai wamehusika kumteka Polepole pole, lakini pia akisema ya kwamba Polepole ana chipu kwenye mwili wake, hivyo wanafuatilia kuweza kutambua ya kwamba Polepole amepelekwa wapi. Taarifa ya jeshi la polisi Tanzania kama unavyoitazama inasomeka kama ifuatavyo: ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi, sanduku la posta 961 48 tatu Dodoma, tarehe sita ya mwezi wa kumi mwaka 2025. taarifa kwa umma. Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey polepole pole, aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey polepole pole, alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi Aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni taarifa ambayo jeshi la polisi Tanzania wamesema bado wanamsubiria Polepole aweze kuripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Kama nakumbuka eh, ni kwamba E, waliweza kuchapisha pia taarifa hiyo siku za nyuma kwamba Polepole pole, inatakiwa aweze kuripoti kwa lengo e, la kutoa maelekezo na, na kuelezea vile ambavyo amekuwa akivizungumza e, kupitia e, machapisho pamoja na vitu mbalimbali ambavyo amekuwa akivizungumza e, kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii . Sasa baada ya taarifa hii kusambaa kuna watu wakasema kwamba Polepole pole, hajatekwa Polepole pole, E, atakuwa yupo nje ya nchi, lakini kwa taarifa hizi zimekuwa ni gumzo. Watu walikuwa wanajua polepole hayupo Tanzania e, kumbe polepole alikuwepo bado yupo Tanzania. Watanzania mbalimbali wametoa maoni yao hapa kufuatia taarifa hii ya jeshi la polisi. Huyu wa kwanza anasema, mara ya mwisho nakumbuka hawa ndo walikuwa wanamtafuta sana na kumuhitaji afike kituoni. Mwingine akasema kwamba eti kudaiwa kutekwa nyie polisi, sijui ni watu wa aina gani. Lakini pia mwingine akasema kwamba ipo siku na muda free am free polepole pole. Lakini pia mwingine akasema ya kwamba wamemteka, alafu wanatuzuga. Hawa jamaa ni watu ambao tunawashangaa kila siku. Una nafasi ya kutochea mwoni yako, lakini taarifa ya jeshi la polisi ni hiyo, na kubwa zaidi tutakuhabarisha hapa.